Kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapojitahidi kuweka miundombinu mizuri ya barabara, lakini bado kwa wakazi wa eneo la Kibaha wanaosafiri kutokea maeneo hapa ya Mbezi mpaka maeneo ya Mlandizi na Kongoe wanasema eh, adha ya barabara imekuwa ni shida sana, kuteza muda wakiwa njiani. Baadhi ya madereva wameeleza changamoto ambazo wanazokumbana nazo wakiwa wanatokea hapa Mbezi kuelekea maeneo ya Mlandizi. Changamoto kubwa tunakutana nayo barabarani, hususani kuanzia maeneo ya Kibaha Mail Moja kuendelea ni foleni na tutatiza sana. Hii ni mapungufu ambayo ya ufinyu wa barabara vindovinu yetu niko chini kubwa zaidi, tukuwa tunaiomba serikali yetu nituangalie kwa jicho lingine, kutuongezea upana wa barabara. Katika hali hiyo hiyo, nimezungumza na makondakta ambao wamezungumza kuhusiana na adha hii ya foleni wanayoipata. Changamoto tunazokutana nazo barabarani especially kwa huko Kibaha, mda mwingine kuna kwa kuna foleni, magari yanakuwa naharibika haribika, lafu na barabara yenyewe kama wanavyoona ni barabara moja o gari moja likiharibika, kwetu tunakuwa changamoto. Na hawa ni baadhi ya abiria ambao wanaelezea changamoto ambazo wanakumbana nazo, msongamano wa magari yakiwa mengi, alafu una emergency nyingine naweza kutokea barabarani. Waziri ambaye amepewa dhamana ya kusimamia masola mazima ya miundombinu hapa nchini Tanzania, aliweza kujibu juu ya changamoto ambazo wananchi wanakumbana nazo. Sasa mimi ninadhani katibu mkuu afanye study, najua hiyo barabara sijumilisha ikabizi kwa, kwa, kwa watu wa wadati eh? Lakini bado ile barabara ni ya kwetu sisi eh? Kama ni ya kwetu, hebu fanyeni research fulani fanyeni, fanyeni utafiti fulani haraka ambao utatuondoshea tatizo lile. Haiwezekani watu na magari wapishane katika staili ile ya kupishana. It is very dangerous. Andrew Nemia wa Clouds Media.